Karibu katika heka heka nyingine tena ya siku nyingine, ambapo tunayajuza yale ambayo tumekukusanyia kutoka katika nyanja tofauti tofauti za kiburudani, maisha, jamii na Tanzania kwa ujumla. Tuko hapa kukukaribisha basi katika kipindi hichi pendwa cha heka heka, ungana nasi kupitia Asili Yetu TV. Lakini shukrani tu kwa Hombolo Waini Abanshevu kids shopu, eh, lakini mama mgoni mgahawa Wellers Production na wengine wote ambao wanatupa nguvu ya kupambana eh, na majukumu haya katika upande huu wa burudani. Ungana nami, naitwa Mzee Watatu na hii ni Asili Yetu TV, lakini pia niko eh, naye Ankoji, niko hapa kama ilivyo ada mm. siku zinaendelea kujiongea mbele na, zina, na, na, na mwaka una, unaisha unaisha unaiona pia na umri unaongezeka hivi kweli eh. Kwa usifurahie mwaka kuisha mm. uh, ukumbuke kwamba na, nao, kutupa na umri nao unazidi mkono. Na mimi napenda umri ukiongezeka, shikamo uh, mm. zinaongezeka na majukumu yanaongezeka, karibu yes. Yes. <laughs> sana wana, wana harakati wa hekaheka heka. mm. uh, leo ni siku nyingine mm. ambayo ina utulivu eh, siku njema mm. uh, na hali ya hewa nafikiri ni, rafiki. ni rafiki. Yeah. Yeah. Sasa hivi bwana hali ya hewa kuna jua sana kuna, kuna, kuna baadhi ya watu ukimleta sasa hivi Njombe ukamwambia ndo Njombe ile ambayo unaisikiaga kwenye vyombo vya habari, atakukatalia atakupiga. Kwanza, tuangazie kwenye heka heka, hali ikoje huko? Hali, hali ni njema lakini, mm. tunataka tujaribu kudodosa kidogo mm. uh, hivi karibuni mara baada ya taharuki ya, ya mambo ya uchaguzi mm. mara baada ya taifa kukumbwa na taharuki tuliingia kwenye lockdown lockdown ambaye mm, mm. haikujalisha mm. wewe ni mfanyakazi wa serikali, taasisi binafsi, lakini pia tu umejiajiri tu kwenye shughuli ndogo ndogo za kijamii na nini, kwa ajili ya kujipelekea mkono wako kinywani na kuendeleza maisha yako kila siku, vyote vilisimama takribani wiki moja mm. kwa pamoja tena, e, mm. tena kwa kushtukiza kwa bila, bila maandalizi bila taarifa bila maandalizi ninacho, ninachopongeza <laughs> kwamba pamoja na kushitukiza na hizi taaruki eh, lakini huduma ya umeme ilikuwepo. Hicho tu, hicho ndo ninachowashukuru. Internet hakuna eh, maji. Mm. changamoto maji cha alafu mm. maji mpaka, eh. mpaka eh. sasa, sasa hivi kwa Njombe hii bado piga hesabu kuna maji ndani huko mm. lockdown mm. internet hamna eh, ayo maisha ni hatari sana mimi niliona afadhali mm. wangikata umeme waache maji. Halafu, tungipika mchana tunawai kula saa kumi na mbili tunalala. Wakikata umeme waache maji, maji. E. Yeah, okay. Tunapika saa kumi na moja kumi na mbili tunapika hmm. Yaani bado ikaleka mwanga mwanga kako tunakula hata barazani pale nje. mm -hmm. Lakini barazani kwa turusiwe barazani? <laughs> <laughs> <laughs> utakutana na kitu kizito. He, bana, heka heka mm -hmm. Heka ziko nyingi mm -hmm. heka, heka nyingi. Mm -hmm. Lakini hebu tuangazie tuanze kwanza siku ya jana mm -hmm. Tume ya uchaguzi okay. Ime, imetoa majina mm -hmm. ya wagombea ambao wamepata nafasi ya kuchaguliwa Ah, kute a kuteuliwa e, e, kwenye, kwenye nafasi za ubunge um, viti maalum e, pamoja na, na ubunge wa, wa kaida mm. Ni wakubwa alafu, alafu mimi mm. bado ha, hatuna sababu ya kuchambua sana tunasubiri waapishwe. Elimu yangu ni ndogo e. Yani ni, ni, ni kaswali kadogo tu labda unatoka nijibu wewe, ndio maana nimesema elimu yangu na siasa. Sasa angalau mwenzangu, huenda ukawa unaupewa japo mfupi kwa nini wasisimu wakawa wengi afu wa vyama vya upinzani wakawa wachache? Hilo uh, swali <laughs> siwezi kulijibu, usinitafutie kesi <laughs> na ila matokeo ndo hayo, na tume ya <laughs> uchaguzi thibitisha. Wamesha, wamesha tumeona uh, mbunge jimbo la Njombe mjini mm. leo Mwanyika ametaja jina mm. pale nimeliona limetoka kwenye, kwenye mkeka kwa hiyo mzee anarudi kazini nyee lakini, madam Sigrada, sasa hivi ni Mheshimiwa Sigrada Mligo, salimia sana na papanaji yeah, mm, lakini naye tumeona kwenye mkeka pale jina linatoka kwamba ameataaadeo Minja, hivi kumbe alikuwa mtangazaji wa ITV naye amechukua nafasi ya mungu fiti ni, ni wametokea upande wangu kule, majirani zangu mimi, niko Arusha, wa wako Kilimanjaro ah, inawezekana jirani eh, Mheshimiwa Devota Minja eh, kidogo nipo huku ndugu. Sasa heka heka ya leo bwana, pamoja na kwamba tuko <laughs> kwenye kipindi cha majozi lakini umbea kidogo e, maisha ya Tanzania bila umbea eh. Aya eh, eh. Kuna watu huwa wanatuita sisi ni wambea eh. Lakini wakati huo wao wenyewe wamesahau kwamba mm. Kwa siku lazima ongee neno moja la umbea naye ni umbea. Na, umbea na maisha ya Tanzania ili ukiwa serious hayaendi eh, lazima umbea lazima <laughs> lakini sasa usivuke mipaka, sisi tunapiga okay. Umbea wenye faida Mi naamini kwenye maisha kila mmoja ana, anakitega ana, ana, ana, ana, ana uchumi katika kuhakikisha gurudumu la maisha yake linasonga mbele kila siku, mm -hmm. kuna hawa baadhi dada zetu mm -hmm. mama zetu mm -hmm. ambao wameegemea wao hawana mume hawana kazi, hawana kwenye, kazi. kwenye taasisi yoyote mm -hmm. ya nini mm -hmm lakini wala kwenye ili, kwenye, wala kwenye, yele, mm. si tusemaje, hawana kazi binafsi hawana. Hey, hawana kazi kwenye serikali mm. hawana kazi kwenye mashirika yoyote yo, duniani, hey, duniani. Hey, ila maisha yao mm. yameegemea mm. kwenye waume za watu mm. kwa jina maarufu michepuko michepuko. Kuna nilipita pita... Uh, sehemu ambapo wamepanga eh, ni wanaishi maisha mazuri mazuri sana mm, kuliko wewe unayepambana, kwa sababu wao wanajua kucheza na alama za nyakati. Unajua kunafika mahali hata wanaume hawawai kwenye ndoa zao yani wakitoka kazini, hmm. kwanza kwa mchepuko kwa hata eh. tena yuko naweza apige hata simu nyumbani eh. Eh. bado kuna kazi huku, niko niko kwenye majukumu kidogo, lakini yupo kwa mchepuko, kwanza kwa mchepuko. Yani pale ndo sehemu kwenda kutulia, ametoka kazini kushusha pumzi ya ushovu. Nyumbani nyumbani ataenda saa saba saa nane, yaani muda anajua nilikuwa kupakia mbao. Na, na ukiwauliza wale wanaume kuna mm. Mambo mengi tu mm. Kila mmoja atatoa sababu zake, wengine atakwambia mke wangu ana kelele sana, ana kelele jamani! <laughs> wanawake punguzeni <makelele. laughs> Eh. Oh, tunachelewa kurudi nyumbani eh ya makelele hmm. kwa sababu nyumbani ni sehemu ambapo natakiwa kwenda kupumzika. hmm. na kama nimetoka na mauchovu huko, basi nyumbani natakiwa nipate sehemu ambayo mtu ataweza kwenda kuniambia pole. wengine hmm. pia walikuwa wanaenda kwenye baa, watakutana na na wahudumu wa baa, ndio ndio michepuko hmm. yao, michepuko yao wataka pale, watakunywa moja mbili tatu kidogo, watapiga story hmm. ili tu muda uende, uende. E, yani uende. kuna watu wanaishi kwenye ndoa lakini zile ndoa zao hmm. zinakuwa bado ni ni changamoto yani, hawana ya amani mm. nazo mm. Yeah, Mama nyumbani mm. kwa mandonga. Sasa katika makundi ya watu ambayo waliishi kwenye nyakati ngumu mm. kwenye, kwenye, kwenye kipindi cha lockdown hiki <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hawa michepuko walikuwa wako kwenye wakati mgumu, kwa sababu kwanza, kumbuka hana uhuru wa kumpigia mchepuko wake simu kwa sababu yuko na mke wake nyumbani kwenye familia yake. E, sawa hapo okay, hapo mitandao e, huduma za kifedha. Kwa hiyo okay, kuna kuna wale na, watu... na, na, na wakati huo uh, huduma za kifedha, hata kama wakala mm. amefunga, hela unayo kwenye simu, huwezi ku Unaitoaje? Unaitoaje? Hiyo ndio ilikuwa sasa kali zaidi. Eh, e, hapa tunatambua kweli michepuko mjamaa mjama imepita. Kwa hiyo kwa hiyo michepuko walikosa kuanzia huduma zile za za za kibinadamu za kijamii tunasema kuanzia kula, kula. E, labda kunywa mm. nini na vitu vingine si ndio? Mm. Lakini pia Walikosa hata mapenzi. Mapenzi. Ha, walikosa. Yani, vyote walikosa, walikosa, walikosa, okay. Unaanzaje kumwambia mume mm. wa mtu baby nimekumiss wakati mwenzako uko lockdown? Yeah. <laughs> <Na unajua lockdown laughs> imemkuta yuko na familia yake. mm. mm. okay. Alafu kuna kale kamtindo mm. wa, wa, wa, wa kutuma message hewa hewa mm. yani, yani lengo ni kuangalia itakavyojibiwa itaka yani jinsi itakavyojibiwa ndio itakuwa okay. no? kiashirio kuonyesha kwamba mm jamaa yupo kwenye nafasi, labda labda mke yuko jikoni anapika, kwa sababu wote wako nyumbani nyumbani. Kwa hiyo inawezekana mzee wa tatu, pamoja kwamba hawa michepuko waliishi maisha ya shida a sana, wa takriban ilikuwa ni wiki moja, no mawasiliano, no huduma, huduma zote kuanzia za kimwili mpaka za kiroho. Poleni <laughs> sana michepuko jamani. Na lockdown hii ikirudia mm. tena mm. michepuko wataokoka pia. Kwa hiyo mm. pamoja na kwamba na taifa mm. lilipata hasara, hasara. Baada ya shughuli, shughuli. kusimama Yeah. Lakini na, pia maana ni rais anasema kwamba mm. taifa limepata hasara rasilimali mm. za mashirika na mm. watu binafsi mm kufanya nini kuharibika e, lakini pia na wafanyabiashara wengine wamepata madhara biashara zao zime zimeharibika zime, zime, haribika. zime haribika, lakini kumbe kuna michepuko nao wamepata madhara. Kwa hiyo tunaomba mm. kiongozi wa michepuko mm. atupe tathmini, kuna kiongozi wa michepuko wale eh. Mimi naonaga wanachoraga nyota zile, so, so ndo ndo ndo vyeo ah. wana wana ah, wanachoraga kwamba mm. eh we labda na, we na ile nyota inachora na wanawake weupe eh Mwanawake zina kuwa hapa. Kwa hili upate cheo kwenye askari si anakuwa na nyota hapa begani kwa huko. Kwamba eh, eh, wow. Wao wameka hapa shingoni. Kwamba huyu ni koplo. Huyu koplo. Hivi mchepuko wako ni ni koplo, sergeant. Basi kama wana vyeo. Niliwahi kuwa na mchepuko ana nyota mbili. Huyo alikuwa mkubwa mkubwa. Ai huyo alikuwa alikuwa na cheo huyo. Na kuna mtu mwingine mimi nilikuwa na nyota tatu. Sasa cha kushangaza unakuwa na mchepuko ana nyota tatu, tatu, lakini bado anakuomba hela ya kula. Jamani. Sasa jamani, hivi mchepuko, hivi hivi vyeo umevitoa wapi? Ina maana mshahara wako unaolipwa kwenye kwenye kazi yako ya ya, ya uchepukaji, Bado imeshindwa hata kuhakikisha Mm, mm. Mm. Wana, wengine wanachoraga na kanyoka kuonyesha na kanyoka. Ndo, ndo, hey, ni tatu bwana, zina maana yake. Wengine wamechola inge mm. Wengine sio wamechola alafu mm, kuna moja niliwahi kumwona alikuwa amevaa kisingleni ki, ki, ki, ki kidogo hivi yeah. Kwa hapa amechora alama ya kopa alafu imechoma mshale kwamba huyo kapigwa mishale ya kutosha. <laughs> <laughs> Dada zetu tunawasalimia, jamani, poleni sana. <laughs> Uh, kumbe bana zile zile ni? Mm. Zile alama zina zina maana na, na, na mm. Natamani tupate mmoja mm. atupe ufafanuzi kuanzia vyeo vya vya vile vya nyota vya nyota e, kwamba mm. hao watu wanakuwa wana nafasi gani na kwa kundi lao? E, lakini u... wapo wengine wale wanavaa vikuku mguuni mm. mm. Sasa wale wana uwezo kujitetea kulingana na aina ya makabila labda okay. Wa Masai huwa wanavaa tu sijani wa kuchora sasa kwenye kuchora hii inakuwaje? mm. pale kwenye kuchora mm. pale ndo kidogo panaleta changamoto changamoto mimi mm. nafikiri sababu tumeshajua kwamba wana viongozi wana viongozi, haiwezekani wawe na nyota eh. Halafu sasa, kama ana nyota, si ndio kiongozi? Ndio yani, wale ndio viongozi eh. Kwa hiyo inawezekana kuna sergeant mm. kuna nini kuna koplo, koplo. Eh. sijui, kuna nani wao eh. wanajua hey, eh. wao eh. wanajua tabii, tuwatafute hawa watu watuambie hizi nyota, kwa nini mtu anachola nyota shingoni halafu sijawahi kuona yani mtu yani, yani viongozi wenye vyeo vidogo vidogo labda mm. vile vya kuna wale wanasemaga huyu bado hajapandishwa cheo moja, yes. hey, wow, ana mbavu moja, sio nini? Vyao vimeanzia kwenye manyota, nyota mara nyingi ni wanaume. hey, nge? wanatumia wanaume, wanaume, wanaume kazi yetu si ni kugonga tu, hey, kazi... <laughs> <laughs> kila hey, kitu kina, kina... Kwayo, hmm. tuna tunatamani kupata tathmini mm. ya asara mm. uh, au changamoto waliozipitia kwa, kwa, wali mm. kwa sababu wale ambaye walikuwa una, una, unajua hata kwenye hizi kumbi za starehe mm. sio wanawake wote unawakuta kule ni wahudumu au ni wateja, wengine wanaenda mm. kwa ajili ya shughuli maalum labda kukutana na mchepuko wake, wake e, watakutana mbili tatu takunywa mbili tatu tupiga story nini. Wale nao waliingia hasara mm. kwa sababu kuna watu Yaani kulingana na, na tunasema nyadhifa walizonazo mm. wanaogopa kuingia hata kwenye nyumba za wageni mm. kwa hiyo wadisha zote tutakutania club, tutakutania hotel fulani, tutakutania sasa, hakuna mm. lockdown. Lockdown. Lockdown. u lockdown, changamoto nyingi kwa sababu ya huduma za mitandao ya kijamii ilikuwa yeah. zimefungwa zime kwa hiyo kama hakuwa na akiba ndani hmm, tafsiri yake kwamba mchepuko huyu alijuta. Hali ilikuwa ni tete, hmm, hali ilikuwa ni tete. Hmm. Eh, lakini pia aa, wakati wao wanajuta, inawezekana, familia nyingi ambazo zilikuwa ziko na migogoro kipindi cha lockdown, kwamba migogoro ile inawezekana ime imeisha, imeisha. Watoto walikuwa hawajui baba vizuri, wanamjua sasa baba, tabia zake zote wanamjua. Mwanamke alikuwa anakosa muda wa kudeka kwa mume wake, baada ya kudeka baba huku, wamekufa wangapi? Anamkumbatia baba fulani, naogopa mimi. Labda baba yuko nyumbani hawaongei, ame, ametoka zake. Wengine wakae hata nyumbani mm. haijalishi kuna kazi au hamna kazi, ana, anatuma ana, ana, ana, tu ujumbe mm eh, bwana, hebu leo pika samaki hapo mm. eh leo fanya, au mke tu anatuma meseji, baba nani, hatuna hela ya mboga baba mm nani eh, leo mm. eh gesi imeisha sasa mhm mm -hmm. mawasiliano yalikujaje ya sasa? Walikuwa wanaandikiana meseji wakiwa ndani? Yani, hapa ndo natafuta namna ambayo kwa naye mm, mlikuwa mnatumia meseji mm, ujumbe mfupi. Sasa huyu hapa mm, utamwandikia ujumbe mfupi mkiwa naye ndani au inakweje hapo? <laughs> ha, hapo sasa ndio changamoto inapokuja. <laughs> kuanza mm, na tafsiri yake kwamba hapo moja kwa moja itabidi uishe. Ni ile hali ambayo imewasababishia nyinyi mjifungie ndani, kwa sababu kama kuna vita nje, sina imani kama ndani mtaendelea kumenyana. Yani fikiria wewe nilikuwa mko mnatembea njiani na mtu ambaye huwa huongei naye, afu ghafla likatokea nakutokea, inatakiwa mkimbie, mtajikuta mnasaidia bila nyinyi kufanya nini, kutarajia. Uje kuingia hata kwenye basi na safiri, nikaa kwenye siti hiyo hiyo ilinifuta akanijibu yeah. Yani, <laughs> yani, amekuchukua sasa ile gari tuliokuwa tumepanda e, e. Kufika Mikumi katuzingua <coughs> Dereva kasema jamani, hapa tuko Mikumi mm. kwa hiyo mm. kuna changamoto ya wanyama, kuna, kuna changamoto, inje, dada, inje. Nikasikia Yesu wangu, sasa tutafanyaje kaka? Nikamwambia yeah. Sasa mimi dereva <laughs> <laughs> kwa hiyo huwa ina inatokea. Kwa hiyo kipindi cha lockdown wale yeah. <laughs> ndoa ambazo zilikuwa ziko na, na ugomvi mm, tuna imani mambo yalikaa vizuri, mambo yalikaa vizuri mm. na inawezekana lockdown ishe... hivi imetokea mwezi wangapi? Eh, lockdown mpaka mwakani mwezi wa kumi mpaka a inakuwa mwaka kuanzia mwezi wa saba eh, mwezi, saba mwezi wa mwezi wa saba ndio wanaanza kujifungua sasa ah. Watoto wa Wanyakiusa hawachelewagi kuweka kumbukumbu eh, mwaka, mwaka. Kumbukumbu. mm. mwaka mwaka bomu mwaki <laughs>

ndugu zetu na dada zetu, jamani, msi watu majina kama hayo. Usiweke historia ya kitu fulani ulichokifanya kwa mtoto manama makibomomaaboaliaaowayo Kupitia hili ndoa uh, nyingi zime zimemaliza may... mm, ule ugomvi mm. Hmm, lakini pia familia, kuna familia zingine hawamjui vizuri babao mm, kwa sababu yeye, yeah, anarudi saa nne usiku akifika, watoto um. wame wamelala, ila kuna kitu ambacho mimi pia napenda kushare na wana <null lifesação> uh, heka heka tupate kujuzana mm, au kama kuna yote ambayo kilimtokea hichi kitu atu, atu, atu, atu, atu. Mm, na atatujulishe. Na, nakumbuka na, na tarehe hii, tarehe 29 ilitokea mm. Kwa mchana. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu waliaga, labda wanaenda kwenye vituo vya kupiga kura mm. wakaenda kwa, kwa, kwa mchepuko, alafu ile taharuki ikatokea, imekukuta kwa mchepuko au imekukuta gesti? mm. Sasa tunataka kujua ulirudirudije uli, uli, uli, uli, uli, uli, nyumbani hizo ah, sasa ni mbinu za za kivita hapo eh. mm. mbinu za kivita <laughs> na inawezekana hii lockdown Ama, m -m musika yani, bosi wetu na, na, na, na, na, na kwa hiyo e, mama fulani ile akiba niliyoweka sema sijui ya kumulia kiwanja hmm. Sijui ya kupelekea mtoto tumia hiyo kwenye matumizi sasa. <laughs> <laughs> Hao ni watu ambao lockdown imewakuta kwa mchepuko sasa. E, e, e, hawa waliyowakuta gesti inakuwaje? Kwanza we lockdown ilikukuta uko wapi? mm. na, na, nashukuru Mungu mimi kwa sababu mkoa nionao wa Njombe, mm. tarehe 29 hatukuwa na lockdown. wenye wadala top. eh, wenye wadala... <laughs> ila Njombe mara... wanajua mm. walifungua <laughs> speed hizo njia <laughs> Njombe <laughs> oh. sisi hatujazoea haya mambo yeah. eh, Njombe kwanza Njombe undoke watu tunaziona kwenye TV. Bas. mabomu tunayaona kwenye TV kwenye muvi za kina Shosiniga, si muvi za kina yani, nini ee, towni nini za Kijapan, watoto watoto, ndo huwa tunaona, ila sisi hatujazoea kwao Njombe <laughs> sisi ayo mambo hatujazoea kwao, wasitulaumu. <laughs> na ikionekana sasa hivi Mungu anakuja kurudi mm. kituo cha kwanza lazima shukia Njombe. Maana ndio kuna amani kidogo. Amani ya kutosha sio kidogo hmm, ya kutosha, ha, ya kutosha. Eh, ila tu wakisikia kwamba taarifa watu wako Iringa hmm. Iringa sisi Njombe sisi tunachukua tahadhari mapema mbio, mbio zinatuokoa hmm. Tunafunga milango kusanya mazagazaga weka ndani hmm. Sisi hatuna mambo mengi bwana okay. hmm. hiyo ni heka heka ambayo tumeiona. E, e. Kwa hiyo kama we ni moja kati ya mm, wale michepuko, hebu mm, tuambie we heka heka ya leo. Hawezi kusema we mwambie tu kama we ni moja mchepuko mm, ambao umeishi maisha magumu kipindi mm, cha lockdown hey, tumwambie tu. Hawezi kushusha, mpe tu pole. Pole. Pole. Eh, hatuna namna hata sisi tulishindwa jamani, kukuletea tungekuletea. Wewe ungeweza kutoka kule kumpelekea huduma, labda una hela, una hela bado, basi pitia hapo. Pitia hapo angalia hata nyanya, angalia hata nini leta, unaenda wapi? Tumeshaambiwa lockdown. Utoke nje ule fimbo na wale jamaa wanapiga. Okay, kuna lipi la kumalizia? Mimi la kumalizia ni mm. wakumbushe wana eh, heka heka. Yeah. E, kwamba ile event yetu tunafanya tarehe sita yeah, mwezi wa kumi na mbili nafikiri ratiba za mwaka ujao ndo zitakaa vizuri zaidi, kwa sababu kutakuwa hakuna heka heka kama za mwaka huu tulikuwa e, e. heka heka. Tuna heka heka na sisi tena tuna heka heka. Na serikali nao ina heka heka na watu nao wakawa na Heka, heka heka, heka. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Kwa hiyo tu, mm. tukumbuke hilo tuzingatie, lakini tuwashukuru sana wadhamini wetu. Ah, niwashukuru tu Hombolo Wine kupitia ni mm. kampuni kubwa mm. ah, tawiko pale Dodoma, Tanzania. tunaendelea kupata support yenu mambo yanaendelea kuwa mazuri kama mm. <Senuji> <PM tries elsewhere aynı mesma> hivi down <smartangular> <muk jaar pequeño> Wakisema haya saizi kufunga, anaingiza masufuria ndani. <laughs> Tuna <mama mgone tunakusalimia sana> <laughs> na alikuwa anafanya hivi ile kwa sababu ya upendo watu wasife na njaa mm. Okay. Yeah. Lakini tutoe tu pole kwa wada wetu pia au mm. uh, wazamini wetu ambao lockdown iliwapa changamoto ya kutofungwa kabisa. Uh, mm, uh, uh, pale ichangamoto. Sasa angekuja nani kupiga picha? Na hata akipiga picha anaipate. Unatuma wapi? Pole sana, pole sana. Lakini gridini eh, nani? Anaitwa Mwidis Green Garden. Eh, uh, mm, uh, uh, uh, Mwidis Green Garden. Anapatikana Makoga pale, wale nafikiri huduma ziliendelea pale, wale, wale ni mama ya shambani. Watu tulia shambani wakaendelea. Unajua, huko mjini kuna maandamano <clears throat> kabebe miche nenda <clears throat> Kwa hiyo inawezekana mwamba aliendelea yeye kufanya shughuli zake za, za kilimo za hmm, changamoto pale, walifunga anakaa hmm, eh, katikati ya mji. Mimi nilijikuta ndevu zimeota, sasa sielewi <laughs> nafanyaje, wembe sijazoea kutumia. Kwa hiyo hongera sana wadhamini wetu na bado tunapambana. Bwana mimi sina la ziada. Asante, niwakumbushe tu wale ambao mm. bado hawajalipia kadi zao waendelee kulipia kama mm. ilivyo ada na kawaida. Ni shilingi elfu ishirini kwa mtu wa kawaida wa single, hatuna double, lakini kwa VIP ni shilingi elfu hamsini ambapo tutakuwa umejumuishiwa huduma zote kuanzia vinywaji, eh, chakula, mm. bite kwa ajili ya hapo burudani mm. zote na usisite tukupata burudani hii tutakuwa nao live mm. eh, wanaitwa Njombe Stars Bendi kwa ajili ya ah, kutupa burudani wazee Saidi, kama namuona Saidi mwaka huu eh? Eh, Saidi kutoka Dodoma na dereva mtoto eh, mziki wenu mwaka huu bwana, tuna tofauti na ule wa mwaka jana. Tunataka mziki ambayo watakwepo wale wazee, yani wale wenye bendi live ndo tunaowataka sisi hmm. Ee. Kwa hiyo ndugu yangu Saidi na kujua mwaka jana alisimama kwenye kiti cha ugeni, lazima hey. Akaenda na shati lake jeupe analia, analia. Analia. Analia. watu Ujue kuna jambo, baba na mama ni nguzo duniani, leo hawapo. Hakuna ile eh, nyimbo nyingine asema, eh, nilipomaliza masomo, eh, ili nipate kazi. Mwongo, kuna kazi yote huko <laughs> <laughs> <TV. laughs> <laughs> Apigwe ile nyimbo ya babusea, sasa Unamwona wapi epolavu na gauni yake? Wapi epolavu? Ah, mimi namkamata Regina. Wapi Regina? Sasa tutoke wote. Alafu unatoka unaenda wapi? Ee yeah. Usichoke kuendelea. M ulimi una mfupa. Yeah. Kawaida. Sawa. Usichoke kututembelea katika mitandao yetu mm. ya kijamii, na pia Asili Yetu TV. Lakini pia katika channel yetu bora mm. pendwa zaidi ya yeah. Asili Yetu TV. Yeah. Subscribe, like, Likey, share, yeah. comment. Mm. Ah. Eh. Yeah. Naitwa Mzee wa Tatu. Ehe. Uh -huh. Paka siku nyingine tena, lakini pia nilikuwa naye, Uncle J. Bwana mimi sina la ziada. Asante yeah. sana.